Ya gafiri ddambi, rahman, rahman. Baada ya kumwamrisha Nabii Ibrahimu alaihi salam na mwanawe Ismail wajenge nyumba hiyo, na baada ya kuikamilisha, kwa sababu riwaya zinasema ni kwamba ile msingi wa ile nyumba ulikuwepo, isipokuwa Mwenyezi Mungu alimwelekeza Nabi Ibrahimu ile nyumba ilipo, na akamwamrisha afanye nini, asimamishe lile jengo la nini la ile Kaaba. Ka mahala ambapo tayari alishaweka msingi wa nini wa ile nyumba. Baada ya kukamilisha Nabiyullah Ibrahim kujenga ile nyumba, Mwenyezi Mungu akampa amri ambayo ni, ni aya hii iliyokuwa katika surati Al-Hajj aya 27 anaposema waadhin fi nnasi bil bilhaji yatuka ya rijalan, kwamba watangazie watu ibada ya nini ya hija, au watangazie watu waje kuitembelea nyumba ya nani ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa maksudio ya ibada. Baadaye ndo nakuta ufafanuzi mbalimbali kuhusiana na ibada yenyewe, kwa sababu tunaona kwamba kama ambavyo mafunzo ya Kiislamu yanasema, ni ibada inayonekana au ni nyumba ambayo inaonekana, ni sehemu ya kuabudia ni sehemu ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kwa utaratibu maalum. Lakini nyumba ile akaiweka katika ardhi iliyokuwa tukufu, kisha ikawa ndani ya nini haram tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kukawa na sheria tukufu. Kwa mfano tunakuta kwamba tunaambiwa watu najisi haruhusiwi kukafanya nini kuingia pale na kwa hiyo ni sehemu safi, ni sehemu takatifu, ni sehemu taharifu.